Tuelekee kaunti nambari mbili sasa, ambapo gavana wa Kwale Fatuma Achani amezindua rasmi ujenzi wa jengo la huduma za dharura kwenye hospitali ya rufaa ya Msambweni. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Achani amesema kuwa serikali yake itaendelea kuboresha sekta ya afya katika kaunti ya Kwale ili wenyeji wasitaabike wanapotafuta huduma za matibabu. Kituo hicho kimejengwa kwa ushirikiano na wakfu wa Emergency Medicine Kenya. na mahali pazuri nadhifu ambapo kesi zetu za emergency zinaweza kupokelewa pale na zikafanywa vizuri na sa